Ikiwa hii huduma hatutopata, ikiwa hii huduma hatutopata, sisi watu wa Old Town sote kwa umoja wetu, na ukiwa taka kutushika, njoo tushika sote, tuchukulie P3 sote, kwamba moja kwa moja tume obi sote kwamba moja kwa moja tumeshika zile zaitoje mita, lakini kila mtu atatoa mita yake, tuzikusanye katika mkokoteni na tuwalete wenyewe, mita zenu Haina haja iwe mita twaletewe bili, kina mzee Ukasha wale kina nani, wazee walalamika, wanadhiki maisha yenyewe, yani tough life. Mtu umletea elfu kumi alafu maji umletei, is it fair? Kila siku kila siku mkokoteni K kila mjimia siku, mjimia siku, mjimia kila siku. Nilio kwa hivyo, jamani, jamani hivi sasa hivi Mowasco, Mowasco nyinyi, sisi tuwajua nyinyi Mowasco, utajikufaya oh, oh, oh, sote jamaa, jamaa oh, oh, Nyinyi mnavyokaa si haki, mnavyotufanya. Maji ni uhai, hakuna mtu ambaye hataki kutumia maji, hakuna mtu ambaye hawezi kutumia maji. Maji ni basic need. Wa, u, u, u, u, kuja msikitini hapa lazima wazee waoge, kuja msikitini hapa lazima watu watawaze. Kuja jamaa, nyinyi hivi mwatuchukuliaje? Why Old Town? Why why? Why tufanya nini sisi pakaa tafanywa hivi jamaa tumfanya nini sisi, yeah, work work. Wai, kila kitu old town wai, wai, wai. Tumfanya nini sisi wai, hamutushulikii wai, hamuji chini kutatua wa shida zetu jamaa. hapa ilipofikia, na hapa na Mungu tutamobilize watu. Tutamobilize watu tu freeze mji, ni aiza mawili, tupewe maji na tu freeze mji mji, na hatushindwi hili. wacha polisi waje, lakini mji ufreeze. Tutangalia main point, polisi waje lakini mji tutaangalia, tuweze kuzifreeze ni boti kule tuzuie Magari asitoke. Ruto, Ruto na mimi nakijua poti imefreeze itabidi ashikishe watu. Ikiwa hamutaki tufike huko. Ikiwa hamutaki tufike huko. Naambia na kabisa. Maji vutupe. Msipotupa maji, tu freeze mji. Twaenda poti pale tuzuia barabara. Poti ndio moyo wa nchi. Poti iko kwetu ndio moyo wa nchi. Kwa hivyo, tuki freeze poti watashuka wote. Mawaziri nani wote watashuka. Mzee wangu hakueleza yale tuliweza kuyajadili. Kuna baadhi ya mambo tumeweza kuyajadili. Tumekaa chini na wazee wetu hapa na tukafikiana, kuna mambo matatu ambayo tumeweza kuafikiana. Jambo la kwanza tuliloafikiana, ikiwa walioko katika upande wa wota, wizara ya wota, kuanzia waziri mpaka hiyo delegate yake yote, ikiwa hawawezi kazi wa step aside, wapishe mtu ambaye iwaweza kazi. Hilo ni la kwanza. La pili, la pili, ikiwa hii huduma hatutopewa, maji ni uhai, maji ni haki yetu, hii it's not a favor. Alafu msisahau Old Town, sisi Old Town sisi ndotafaa tupewe first priority. Sisi jamaa hatuna sehemu ya kuchimba visima. Sisi jamaa, maji yetu, maji yetu, maji yetu sisi ni chumvi, ile kushinda maelezo, ile chumvi kushinda maelezo, kiasi kikugusa kwa mwili wawashwa. Leo sisi watu ambao ni chumvi kushinda maelezo, zaidi ya miezi sita. Kuna watu hajui tuonela fresh water. Jamaa, ni haki. Alafu sasa mumetupandishia nyinyi, mumeitoa kwenye 30% kwenye ile siwa 300, 300 mukaipeleka paka kwenye 70. Hakuna kaunti nzima anayelipa pesa nyingi kama mtu wa Old Town, mukasema sababu sisi nyumba zetu hatukuchimba mashimo sisi nyumba zetu tunatumia siwa sewage hii. Kwa hivyo ikiwa tunatumia sewage pesa yetu sisi mkaiongeza. Ikiwa hawa watu hawawezi kufanya kazi wankatu tu maofisini, hawajui kama sisi tuna dhiki, hawaji kuongea na sisi, twawaomba wote waende nyumbani, simple. Hilo ni la kwanza, hilo ni la kwanza. Bila shaka, la pili, la pili, phase two, tutawapa siku saba, hii shida iondoke. Tutawapa siku saba, hii shida iondoke. Ikiwa haikuondoka, tuliloamua la mwisho, kuanzia madubaha kwanzia madu baha mpaka upande wa Fort Jesus kule, kila mtu kila mtu atatoa mita yake, tuzitie katika mkokoteni, tuwarudishe wenyewe mita zenu. Ikiwa hii huduma hatutopata, ikiwa hii huduma hatutopata, sisi watu wa Old Town sote kwa moja wetu, na ukiwa taka kutushika, njoo tushika sote, tuchukulie pi3 sote kwamba moja moja kwa moja kwa moja sote kwamba moja kwa moja tumeshika, tume zile zetoje mita, lakini kila mtu atatoa mita yake, tuzikusanye katika mkokoteni na tuwaletee wenyewe mita zenu. Haina haja iwe mita twalete wabili, kina mzee ukasha wale kina nani, wazee walalamika wana dhiki, maisha yenyewe yani tough life. Mtu umletee elfu kumi alafu maji umletei, is it fair? Kila siku kila siku ni mkokoteni nilio, kwa hivyo jamani, jamani, hivi sasa hivi Mowasco, Mowasco, nyinyi sisi twawajua nyinyi Mowasco ikiongozwa na uh, directing manager wake mpaka huku chini Mwasco. Twawaambia, sisi tawajua nyinyi, iwe kule mmemalizana mmelipa bili ya taa hamkulipa, maana kunazo fununu. Kuna hii hapa Mto Makupa, hii hapa, bila shaka ilivunjika ile, na mwana machele aliwahi kwenda kupeleka kule kuzungumza masala kurekebisha, haijarekebishwa. Hivi viki sisi hazituhusu. Linalotuhusu sisi ni upande wa maji, kwa hivyo hili lisiposhughulikiwa, hili lisiposhughulikiwa, tutajikusanya sote turudishe mita, tutajikusanya sote tufrizi mji, na hatushindwi hili, na ni haki yetu. Tutajikusanya sote jamaa, jamaa, nini nini nini Nyinyi mnavyokasi haki, mnavyotufanya maji ni uhai. Hakuna mtu ambaye hataki kutumia maji, hakuna mtu ambaye hawezi kutumia maji. Maji ni basic need. Kuja msikitini hapa lazima wazee waoge, kuja msikitini hapa lazima watu watawaze. Kuja jamaa, nyinyi hivi mwatuchukuliaje? Why old town? Why why why? Tufanya nini sisi pakaika, tutafanywa hivi Jamaa, tumfanya nini sisi? Wai, kila kitu old town. Wai, wai, wai, tumfanya nini sisi? Wai, amutushuhlikii, wai, amuji chini kutatua shida zetu. Jamaa, hapa ilipofikia, wallahi na hapa na Mungu, tutamobilize watu, tutamobilize watu, tufrizi mji. Ni aidha mawili: tupewe maji na tu freeze mji, na hatushindwi hili. Wai hii ni Anisa TV.